Kwa hiyo tumeweza kudoneti um, mafiekeo, uh, tumeweza kudoneti um, mafagio, tumedoneti matoroli matatu, uh, tumedoneti reiki. Hizi zote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba tunashiriki katika kutoa uchafu na kuhakikisha mazingira ya soko la Nyankumbu yanakuwa safi. Uh, uki, ukiangalia sheria ya utunzaji na utupaji taka inaelekeza kwamba lazima utenganishe takataka. Kuna taka aina nyingi za takataka taka. Sana, sana taka ngumu hizi ambazo haziozi lazima tuziweke kwenye sehemu ambazo ziko zimetengwa na takataka zinazooza. Ukifanya hivyo unakuwa umefanya hatua ya kwanza ya kwa kuhakikisha kwamba takataka za plastiki hazirudi kwenye mazingira. Jamii inatakiwa kujua kabisa kwamba hii iwe iwe desturi yao katika ufanyaji wa usafi mara kwa mara. Wanaweza kaamua kwa mwezi kama inavyofanyika, lakini hata kwa wiki itakuwa ni vizuri zaidi, ili soko liweze kuwa safi na aweze kuwa na afya njema. Hicho nyuma tukuwa na changamoto hiyo, kwa sababu tulikuwa tunaendesha kama halimashauri, lakini sasa hivi tuna mdau ambao Jini, Jini Investment ambao unafanya kazi ya kutoa taka kila siku kwa hii kwa soko kwa letu na Nyankumbu, kila siku asubuhi gari linakuja hapa linachukua taka na kupeleka dambu. Ngozi wa soko haujaweka sheria kumkamata mtu na kumwadhibisha, anakuja afisa mazingira wa serikali ndio tunashirikiana nao, au serikali ya mitaa kufanya usafi. Soko likizidi sana kidogo na uchafu, kuna wengine wana nia ya kufanya usafi, lakini wengine hawana nia Wachafu wanaweka hapo, wanaendelea kufanya biashara zao. Kwa hiyo nilikuwa naomba mgambo wanaosimamia soko hili waweke moyo na kujitahidi kuhakikisha kila siku wanazungukia soko zima, hapo tunaweza tukafanikisha soko likawa safi.